Nyimbo za hamasa yani... tuna tunapeana peana tushaipanga, lakini tukumbuke pia kwamba ehe... tukumbuke pia kwamba eh, hili alizungumzia hili swala sana, eh, yeye Tundu Lissu alisema kwamba huko mbele ni kugumu, na sababu ya kuwa ngumu ni kwamba sasa hivi kabisa kwamba hawa watu wamechota sana pesa, na nataraji tukae tuelewane tufanye tu jambo fulani moja mbili wakizima mitandao t mm, tumeona hiyo kitu kwa kakake Heche, lakini usiku no, watu kwa njia mbalimbali. Sasa zile zile grouping zile mtaendelea wenyewe kupanga, kama mnatoka unarudi nyumbani tunalala au bado tunaenda imani na of course na jeshi kwamba italinda rais kwa mujibu wa sheria. Hizi haki zinaweza zikapokonywa na hawa watu wachache ambao Sasa, mwezi mkatoka tu, alafu mnaenda tu kimya tu, mnatembea ee

kumbuke kwamba e, kuna ili kuweza kufanikisha alafu tuweze kuendelea ila na disco kwa kwenye platform zingine Mshabale Naona mkoa huu e, sauti niliona imeingia na kutoka ya, na naona sasa imeingia vizuri okay. Natumaini hapo tuko sawa. Um, tutakuwa na mambo kadhaa e, poleni ni... Mshababa, naona imekata tena, kwa hiyo ili setting yangu... ndio wangu sijui utanitumia basi nisajili niweze kujua. E, naona kuna settings upande mmoja kwako kwa au wakwangu e, ni kama inaingia na kutoka. Kwa hiyo nataka tuangalie vizuri which side of the of it it is a problem, lakini nataka kwamba iingie vizuri tu. Karibu, una delay kidogo, endelea tuendelea endelea yeah. Kidogo uh, sawa na samani. E, kwa moja ya bomu ambalo lilikuwa linazungumzwa Tomahawk e, ndilo lilikuwa na... semekana kwamba ilikuwa ni e, hii... ingekuwa ni changamoto kiasi e, kwa nchi hiyo. E, ya Russia sasa wakatililiwa zile... ni kwamba watakutana katika n ya kupeana hizo zana eh, labda ndizo inaelezwa kwamba zimesababisha rasha kuingia mezani eh, na sasa hivi inaonekana kwamba sasa watazungumza upya, yawezekana hii vita na nyewe ikaelekea ukingoni, lakini ni vita ambayo eh, kwa sababu Putin yupo nyuma yake ni kama hatua za mwisho mwisho kabiziana au kuingia kwenye haya makubaliano ya kupeana hizo zana, labda ndizo inaelezwa kwamba zimewasababisha Russia kuingia, kwamba sasa watazungumza upya, yawezekana hii vita na nyewe ikaelekea ukingoni, lakini ni vita ambayo, kwa sababu Putin yupo nyuma yake, hatuwezi jua, labda ni Idi ambaye anaingia huko na kadhalika, lakini tutaendelea kuona nini hasa kitatokea. Lakini upande wa Gaza, makubaliano ya amani yaliyokuwepo yalikuwa na na kadhalika kwa hivyo hawataruhusiwa kuongoza hapo hilo eneo. Video kadhaa zimetawanyika siku kadhaa hizi majifanyika mwanzoni, Donald Trump alisema kwamba e, mambo hayo yeye hayampi e, shida kwa sababu wale waliokuwa wakipigwa au waliokuwa wakishambuliwa na magenge ya wauni. Lakini baadaye e, ikaanza kuonekana kwamba sasa ile kusema kwamba ham. wanatawala e, mitaa hapo sasa wametoa kauli tulivu kwa kiasi kikubwa. Deni au ukopaji, inaonekana kwamba mataifa mengi yameingia kwenye umbwa kukopa eh, matumizi eh, ni karibu eh. ya mikopo na wanaona kwamba hii kwa mikopo ni swala la hatari, lakini e, serikali kutegemea kuendesha huduma kama afya na elimu e, kupitia mikopo e, matumizi makubwa kwenye majeshi na nadhani hata sisi tumeona kwamba e, huko jeshini ndiko na kuk tunapigwa kwa kiasi kikubwa na yule Angela wenzangu kama mnapata kwa YouTube